Aa, wewe ina maana unasikia? Nimesha... kila kitu ujinga ujinga tu. Ninakuona unapita unakwenda unapanda unarudi ujinga ujinga tu, na vivaza wewe ujinga hivi. Labda nikuulize kitu kimoja, kitu kimoja mimi nataka nikuuliza kitu kimoja hivi, labda kitu gani unaweza ukakifanya wewe apakoli ukapata kuela? Kitu gani unaweza ukakifanya? Maana sikuelewi, unaingia unatoka, unakwenda nani? Mimi nataka nikikua mkubwa, ndio niendeshe malori magari makubwa, malori makubwa kusa ya mkoani huko nirudiikiaa ni... kwenye kacha kacha kacha mskacha, ujinga gari. Utaweza wapi gari? Endesha wapi? Embo niambie vitu vya maana vya msingi eh. Nijaribu kuona nitafanyaje nikusaidie. Embo niambie utafanya biashara gani, au utafanya kitu gani? Acha mambia kijinga gari. Mimi nataka niende nende Mamtoni, sababu nkikuambia biashara za hapa kaamba siju nini wachai wengi siju nini. Mimi nataka unende Ulaya, Mamtoni, yes, nikachukua nani biashara za Mamtoni nilete huko, na biashara nzuri tu zenye mabilioni ya pesa wuy, mwenyewe takubadilisha maisha hapo. Kidogo nakuona sasa, kidogo akili zinaanza kuja o <laughs> <laughs> <laughs> Hey, ba... sababu utakapokuwa umechukua biashara kule unavyoleta hata mimi nitakusaidia kuuza kuuza eh. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Alafu tunapata pesa kweli hey! Umefikiria sijui biashara gani, labda ila kwa mzee biashara eh, mimi Unataka sisi tufungwe si ndio? Wewe unajua kama madawa serikali ya tatu kabisa na eh? Wewe unajua hilo? Wewe unataka sisi tufungwe si ndio? mpuuzi mkubwa we! Hebu eh, niambie kitu ambacho unaweza ukakifanya tuka kikatuletea mafanikio eh? mimi kazi ya ujasusi siwezi. Mwana, unaonekana kama kazi ya ujeshi huwezi. Kazi ya ujeshi siwezi, lakini mimi naweza kufanya kazi zaidi ya wanajeshi. Wanajeshi wakaa, mimi ni mfupi, lakini mimi na akili, mimi naweza katengeza mabomu nikalipua kule. Baba, mimi nataka kuwa gaidi. Yes. Nitakuwa gaidi. Nitasumbua wanajeshi ao

nzuri siwezi kukupiga. Mimi, mimi ukinipiga ma, ma, madini yote yako hapa dadi. Sasa hivi serikali wanatafuta makontena makontena, watu wanaficha, ukisikia <laughs> watu jamani, makontena yamepotea bandarini, ni kwa sababu makontena kuna mabilioni kule ya pesa, mabilioni mabilioni. Sasa yes. <laughs> mimi nataka nifanye biashara

Embu inuka, mpumbavu wewe! Serikali inatafuta viroba, wauza viroba ndio wakamatwe, sasa wewe unataka ndio ukauze viroba, wakati wanakataza kuuza viroba? Mpuuzi mkubwa wee, wewe! Sasa kama utashindwa kuniambia mi nawe tutakosana. Wewe shuleni mara kwanza unakuwa unakuwa mtu wa kwanza mtu wa pili mtu wa kwanza mtu wa pili kwa kasi, unashindana na watu kwa kasi kabisa, wanafunzi wenzako kwa kasi. Sasa na shangaa da, saa saba umekuja kupata zero. Sasa hivi unavyofikiria zero, dadi wewe, dadi zero wewe utafanya kazi gani wewe dadi? Mimi ndio nimeamua nini kupata hiyo zero mimi ndio nimeamua, na ticha hey, nipe zero, ni kwa na akili yangu Akili gani labda liokufanya mpaka ukapata zero. ukamwomba ticha kabisa upate zero. Nataka kuwa mkoa ziromam moga ni moga mimi. Utaniua Morgan. Wewe unajika mimi na pressure Morgan. <laughs>